Tarehe tatu mwezi wa kumi ambapo tulipata mwaliko rasmi kabisa hapa tukija kushuhudia macho kwa macho ndoa yake Mudi pamoja na dada yetu Amisa. Mudi, congratulations mara ya kwanza. Asante sana. Ni sawa kabisa. Niko sawa kabisa. Leo tarehe tatu mwezi wa kumi una furaha gani ndani ya moyo wako, ona leo unajipatia chombo rasmi kabisa halali yako Amisa? Ah, furaha nilionao ni kubwa sana, ni tukio moja muhimu sana kwangu na kwa mwenzangu kwa sababu hii ndo mara yangu ya kwanza, sikuwahi hata siku moja, kwa hiyo ninao furaha sana. Wapo masta wengi Mudi, walianza ndoa lakini baada ya ndoa kukutana, sanaa yao ama talent yao kazima kabisa. Ni kitu gani ambacho najiandaa Mudi anaenda kuanza maisha ya ndoa na akiwa msanii? Uh, nafikiri uh, ni kasumba ambayo inaotamba inao, inao, inao, inao sana hapa duniani kwamba msanii akioa basi anaanguka, lakini kwa upande wangu mimi siamini katika hilo. Naamini katika Mungu, naamini katika uwezo ambao amenijalia lakini pia mwenzangu, pia naye ni miongoni mwa watu ambaye amekuwa akinipambania sana katika masuala yangu ya sanaa. Kwa hiyo naamini kuungana kwangu mimi na yeye itaenda kutengeneza kitu kimoja ambacho kitaenda kutengeneza ya taswira nzuri kwa wasanii wenzangu, kwamba hata kama ukioa unaweza ukafanya vizuri na maisha mengine yakaendelea, kwa hiyo namwomba Mwenyezi Mungu tuendelee, vile vile, mwenzangu, na moyo mwe wake ule ule imladi tuweze kufanya kazi vizuri na maisha yetu ya ndoa. Mwenyezi Mungu atubariki tuende kuishi salama katika misingi yote ambayo ameitaka Allah. Naamini kila kitu kitakuwa vizuri, Amin. ah, Mudi, kabla ya kuingia kwenye ndoa, ni kitu gani ambacho utajilinda nacho hivi sasa, kwa sababu unasema hivi tayari Mudi ameshakuwa mume wa mtu. Ni tofauti na gisi nyuma huko, ulikuwa bacha. Kwa hivi sasa tumtegemee Mudi katika sura gani, katika usani wake? Ah, uh, tumtegemee Mudi ameshakuwa ameshapata nusu ya Uislamu. Ah, ameshaingia katika familia, amesimama kama mume, ni mume mtu. Kwa hiyo nitaangalia kazi zangu, nitaangalia upande wangu, nitaangalia upande wa mwenzangu. Nafikiri kila kitu kitakuwa sawa. Sometimes tunaenda kambi kwa kushuti, tunaandaa movie zetu yeah. At least tunaweza kufanya mwezi mmoja hadi miwili tuko nje kabisa nyumbani. Hicho yeah. Tutakimaintain vipi na bibi mkubwa? uh... Damenti vizuri, kwa sababu yeye mwenyewe pia uzuri, anaelewa kazi yangu, anaelewa kwa sababu ni yale yale, sawa sawasawa, hata mwanajeshi ameoa, lakini anaenda Sudani kupambana vita, miezi mitatu, miezi sita. Uzuri mwenzangu anaelewa kazi yangu, kwa hata nikiwa kule uh, mawasiliano yapo karibu, upo nafasi, inapopatikana narudi nyumbani. Mimi na imani kila kitu kitakuwa vizuri kwa sababu sina shaka, na kwa sababu lengo la mwisho ndio, na wengine pia wapate nafasi ya kuweza kuuliza yeah. Mudi, uko katika timu ya Asma Comedian yeah. na tukuweza kumwona msanii hata mmoja ambaye mnaigiza naye alikuja kama yeah, kwa pressure, kama kukuunga mkono yeah, ilikuwaje labda mpaka tukose hata msanii mmoja kumuona katika shughuli yako? Ah, wote wanafahamu hili tukio lakini kutoka Tanzania mpaka huku kuna umbali kidogo, lakini pia taarifa hii sikuwapa rasmi kwamba kuna jambo fulani naenda kufanya kwa surprise. Sababu hata sisi tumeambiwa surprise, yeah, ni moja ya surprise ambayo ni okay, nimeipanga lakini sasa hivi timu dunia nzima kabla ya hii ndoa majuzi na siku za nyuma tayari nimesha kuwapa taarifa na no wanafahamu kila kitu, kwa hiyo tutaungana nao pamoja, Mwenyezi Mungu akijalia kwenye sherehe rasmi uko Tanzania. <laughs> <Lazima tufike. laughs> <Karibuni> sana <laughs> Nam, naitwa mano anatokea nianzia mpo kwenye kwa sababu tulizungumza siku kadhaa zilizopita. Ndio. Swala hili la ndoa kwa kweli hakuligusia na wala sikuwa nadhani kwamba inaweza likatokea. Nataka kufahamu swala hili la ngoo, aliyeweka gia hadi kumkalifanya kwa haraka kiasi. Ili swala lilikuepo lilikuwepo kati yetu, mimi nilifikisha ujumbe kwa mwenzangu kwa nini tu, tuishi katika ma, mazingira ambayo haimpendezi Allah, wenzangu. Okay. Naye alikuwa ameridhia hivyo kwa sababu walikuwa hapendezwi nalo mm -hmm. Baada ya hapo tukasema tuje nyumbani tujitambulishe nijulikane kisheria. Baada ya hapo kwa sababu ndugu zangu waislamu wapo popote duniani nikasema si vyema kwa sababu nimejaliwa kwa hichi kidogo nilicho nacho Nina uwezo kidogo hata mbili mia tatu nikasema nitoe nichojaliwa kwa kwa, wazazi wa mwenzangu, basi tufanye jambo la kheri okay. yeah. uh, uh, kusema kwenye upande wa, wa mahari kwa uh, kweli itawashangaza wengi mahari. yes. yako <laughs> kidogo ijapokuwa nina uzito. Kwa sisi waislamu tunafahamu kwamba kitabu cha Qurani ni moja kati ya kitabu kitukufu sana na Ndiyo. mahari ya, ya kitabu kwa kweli ni, ni mahari kubwa sana, lakini nataka uwajibu watu ambao wataibeza hii mahari mm. uh, mlielewa na vipi mpaka mkafikia mwafaka kuja kusema kwamba kitabu cha Qur'ani ndicho ambacho kitakuja kuwa kwa mahali? Ah, uh, mimi namshukuru mwenzangu na nashukuru wazazi wake na washukuru waliomlea ah, uh, wamekuwa ni watu miongoni ambao walikuwa wamemlea katika mazingira mazuri, kwa hata nilipofikisha swala la sasa, nataka kuoa, nataka kukuoa, tunafanyaje swala la mahari ah, uh, nilishukuru na nilifly na niliona jambo la heri pale aliponitamkia kuwa anahitaji kuolewa kabidhi masaf, basi mimi itakuwa ndo mali yangu. Na mimi nikashukuru, nikasema alhamdulillah, ni jambo zuri, kwa sababu dunia nzima ipo kwenye kitabu chetu. <laughs> na, naam. Na mimi swali langu la mwisho uh, litahusiana kabisa na swala la, kwa sababu baada ya ndoa yako utakutana na mambo mengi kwenye mitandao kwa sasa hivi. Sababu hapa muda tukitoka hapa tunaomba mambo yanakuwa magumu. Yatakuwa ni magumu sana. Sababu kutoka kutoka Tanzania kule wanawake wako wengi sana. Wako ni wengi nadhani mmoja kati ya vitu ambavyo utaulizwa sana, Tanzania hakuna wanawake wazuri mpaka uje Burundi. Nataka <laughs> tufahamu mungu wewe unaona nini? Yetu hapa. Mpaka ikatokea wewe ukatoka ukawaacha wote huko kuchukua mzigo hapo. Ni kweli unajua kwenye samani kidogo. Muangalie kwanza bie. <laughs> <laughs> yeah, naweza <tana> <laughs> <laughs> uh, kusema kwamba safari ya mahusiano kwa okay, kila mwanadamu ambaye aliyeoa na asiyeoa wana, wana, wana historia yao, ushaona eh. Uh, mtu yoyote anaweza akaoa popote, uwe Tanzania unaoza, Tanzania unaweza kaoa Marekani unaweza kaoa Burundi hapa hapa. Kwa mimi nilikuwa na vigezo vyangu. Unajua, kwenye maisha ya mtoto wa kiume lazima uwe na vigezo ambavyo mwanamke amba unayemhitaji Uh, baada ya kugundua nipo na mwenzangu, nikajaribu kuangalia baadhi ya vigezo ambavyo anavyohitaji, na nikaona yeye mwenyewe pia kuna baadhi ya vitu uh, ana vigezo vyake yeye mwenyewe, tukakuta tunalandana. Kwa hiyo hatuangalia tabia eh, hatukuangalia nchi hatukuangalia kabila hatukuangalia nini. Uzuri tulikubaliana sisi wenyewe nikasema Tanzania wapo, lakini nimeona hapa Mwenyezi Mungu amejalia hapa, pia ana maandiko yake katika kitabu chetu e, mm. <laughs> <laughs> <laughs> Yes. Yani, mimi na yeye, kwa hiyo ndo maana ana vitu vangu na, na, na kama ungeturuhusu kwa samani, lakini ungeturuhusu dada yetu labda angeongea kidogo kama wewe yani, kama mume uturuhusu kidogo, mimi kusema kweli samani mm. <laughs> sauti ya mke wangu nataka nisikie mara ya kwanza nikiwa naye ndani na mwye... <laughs> <Mbele misamehe> sana na <laughs> uh, na swali la kizusha lakini, mm -hmm. kidogo tu kwa mm -hmm. sababu hapo awali kumekuja Ibra the Dan, amekuja ku eh, Ibra Chinga amekuja kuoa mm -hmm. na watu wengi mewashangaza kama jisi ndugu yangu alivyouliza swali hapa kwa kwanini ametoka Tanzania akaja mm -hmm. kuoa huku mm -hmm. vile, vile u Jux ametoka Tanzania akakwenda kuoa Nigeria. Sasa mm -hmm. hatujui wa Tanzania wanakimbia nini imo wanaipuka nini Naomba tuibie si ni kitu gani haswa kinaopushi kuja kuoa Warundi ni gani na sisi? uh, tabia gani labda mmeziona sisi hatuzifahamu? Ah, hatuzifahamu tabia Warundi, au hatu tuseme baadhi ya watu wengine. Unajua kila mtu the way alivyolelewa kwa hiyo sitaki kusema Watanzania wa kike kule wana, wana matatizo hapana <laughs> wenzangu wengi na, wenza na wameshaoa kule okay, lakini nafikiri ni machaguzi na, na safari ambayo Mwenyezi Mungu amemwandikia kila mmoja wao. mmoja, mmoja mwa kitu ambacho labda umekikagua ulivyofika eh, labda jinsi ulivyopokelewa na wanadugu eh, mwanamke mm, umeonaje katika mapokezi ya Burundi? ah, nimeona ni, ni vizuri sana kwa sababu nilijiona nipo nyumbani mpaka leo hii, ningekuwa sijapokelewa vizuri Ninge, ningeomba hata nafasi nirudi nyumbani kwa haraka, ingekuwa kuna matatizo hapa na pale viji sababu o oh, nimechoka. Lakini nashukuru Mungu nilipokelewa vizuri kwenye upande wa mwenzangu hapa, alinipokelea vizuri, namshukuru sana sana baba yake mzazi. na aa, kama swali la mwisho, lakini neno moja tu nataka uambie wa Tanzania ambao labda hawajafika Burundi hey, na wewe tayari umeshatua Burundi hey neno ambalo labda wanaweza kuwa interested sana mm, ama wakawa impressed. Jamani uh, ndugu zangu wa Tanzania popote pale mlipo, mjitafute nauli uh, mje mje Burundi. Kusema kweli, Burundi kuna vitu, Burundi kuna watu wakarimu, Burundi watu wana upendo, wapo hambo sana Just imagine yes. Mimi nimekuja peke yangu lakini nimebeba baadhi ya ndugu. Karibuni wote kwao, njooni jamani, mimi moja ya kitu ambacho ninachofurahi ni hicho. Chakula gani mkipenda Burundi? Chakula ambacho nilichokipenda Burundi, kuna ule kama ugali fulani wa mogo unatoka kwenye nini zile maganda ya nini yale ya, oh, ya mgomba urozuli uh. <laughs> <Uroe. sighs> kuna mboga fulani imechanganywa kama na imechanganywa na samaki kama kwetu tunaita mnavu, huku si unaitwaje? Msoma pale nilijilamba. Ya, nimebatika kula sungura Yeah, mshikaki fulani hivi amazing ya yeah, kuko vyakula vizuri kusema ukweli na bei nzuri mm. Jamani, kwa swali la mwisho la kumalizia japo itakuwa ni la kizushi, lakini samahani eh, Mudi ulikuwa na mics yako huko nyuma yeah, nahitaji utoe neno moja kwa waliokuwa mics wako watambue, kwanza kwamba Mudi kwa sasa ameingia kwenye ndoa, na hii taarifa iwafikie kabisa rasmi kwamba kuna tofauti ya Mudi msanii <laughs> na Mudi baba wa familia <laughs> <laughs> Maxi si, mnikome. Maxi si, mnikome, nipo na jilambo na, na mke wangu <laughs>